Kwanza uh, kongole kwa Simba uh, nawapongeza kwa niaba ya serikali, viongozi na wachezaji pamoja na watu wote ambao katika safari hii ya kufikia hatua ya kukata tiketi ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika wameshiriki katika uh, safari nzima. Ni pongezi nyingi, ni heshima kwa nchi yetu, na wapokee pia pongezi hizi za Mheshimiwa Rais. Uh, na ameposti ame katika akaunti zake za X na Instagram kuwapongeza, kwa sababu hili ndo hasa ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akilitaka wakati wote. Hata alipotoa hamasa ya goli la mama, lengo lake ni hilo, kwamba timu zetu zipate mafanikio makubwa katika mashindano ya kimataifa, zipeperushe vyema bendera ya nchi yetu. Na Simba wameifanya kazi hiyo mpaka kufikia hatua hii, na inshallah watachukua kombe hili katika fainali kwao, tunawatakia kila laheri. Lakini kwa swali lako, uh, ina maana gani? Maana yake ni kwamba uwekezaji wetu kwenye michezo unalipa. Uh, katika awamu hii Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo ya kuhakikisha tunapeleka nguvu nyingi katika kujenga, uh, na kuimarisha michezo. Sasa uwekezaji tunaofanya, ushirikiano mkubwa na wadau uh, pamoja na wawekezaji mbalimbali wanaozidhamini hizi timu, matokeo yake ndio haya. Kwao mi napenda kuwapongeza wadau wote ambao wanashiriki katika safari ya ku, kuinua michezo Tanzania, kusapoti timu zetu. Naomba pamoja na usapoti kusapoti timu hizi za vilabu wasiache pia kusapoti timu zetu za taifa. Mategemeo ya mashabiki wengi ni kuona fainali ya mkondo wa pili ambazo zitachezwa mwezi ujao, pengine zikafanyika dimba la Benjamin Mkapa ili iweze kuhosti watu wengi. Kwa sasa hali ikoje, Katibu? maelekezo tuliyopewa na CAF, yote tumeyafanyia kazi uwanja wetu kwa sasa hivi tumeshauwezesha kuwa na uwezo wa kuondoa maji kwa haraka zaidi kuliko ilivyokuwa kabla. Tumeboresha nyasi, tumeleta wataalamu kutoka nje ya nchi, wameungana na wataalamu wetu, wamefanya kazi kubwa katika kipindi kifupi, na kazi hii iko ukingoni. Uwanja uko tayari, kwa hiyo tutawasubiri CAF. Labda kuwe na sababu nyingine, lakini kwa maana ya ile changamoto iliyojitokeza kwenye mechi iliyopita, hiyo changamoto kwa sasa haipo tena. Ukiondoa dua ya Watanzania lakini mashirikiano makubwa ambayo serikali imeonyesha, hapana shaka kwenda fainali. Hata ya mkondo wa kwanza ya ugenini, inahitajika nguvu kubwa ya pande zote mbili, Simba na serikali kwa ujumla, na wananchi kwa ujumla, tutashirikiana. Hata hii ambayo wamekwenda sasa, wameweza kuwalazimisha wajamaa wakutupata goli lolote. Uh, serikali imeshiriki, Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma Mwana FA amekuwa na timu huko lakini mheshimiwa Rais ametoa fedha ambazo zimesaidia kusafirisha timu, zimesaidia kambi kule na kila kitu. Kwa hiyo ushiriki wa serikali ni mkubwa sana, e, mkubwa sana mpaka hapo, na tutafanya hivyo mpaka mwisho.